Rasilimali za baharini ni nyingi mno na zinawahusisha wadau wengi katika shughuli mbalimbali za biashara, uchumi na maisha ya kijamii kwa ujumla. Rasilimali hizo pia zinachangia pakubwa shughuli za utalii ambazo pia zinategemewa kwa pato la kitaifa. Kuna matumbawe ambayo yana faida nyingi hasa kwa mazingira na jamii. Matumbawe ni makazi ya viumbe vya baharini kama vile samaki na husaidia sana kuhifadhi bayoanwai ya bahari. Matumbawe pia hupunguza kasi ya mawimbi na hivyo kuzuia umong'onyoko wa ardhi kwenye fukwe. Ni kivutio kikubwa cha utalii, hasa wapiga mbizi wanaotaka kuona uzuri wake. Matumbawe husaidia pakubwa ongezeko la idadi ya samaki ambao ni muhimu kwa uvuvi na chakula kwa jamii za pwani. Baadhi ya matumbawe pia yana kemikali zinazoweza kutumika kutengeneza dawa za kiasili za kutibu magonjwa mbalimbali mbali. Matumbawe ni hazina kubwa kwa wadau wa baharini na maisha yao kwa ujumla. Saizi, shughuli mlianza tangu lini? Hizi shughuli za uvuvi, kama mwaka gani? miaka mingapi? Kama minani ama hey. hmm. na mnavua samaki aina gani? Na sasa uh, nyi yeah. mlifundishwa na yeah. nani hii kazi hii? Hii kazi tunajifunza hivyo. Na sasa hii kazi hii ni ya kufanyia una mdunga hey. uh, hi hey. pale kwenye mwamba. Nasikia pweza huwa yuko kwenye mapango mapango. Na pweza moja inauzwa kama pesa ngapi kama vipi kama kilo unapima? kama ni samaki fono tunaweza kama 300 kilo, eh, kama ni wale red snapper kwa kilo moja huwa tunaweza kama 500. Eh, kuna utashi mkubwa sana wa samaki kila siku duniani kwa ajili ya chakula. Watu wengi sana hula samaki miongoni mwa vyakula vingine kuna samaki wa baharini mitoni na maziwani na pia wa kufugwa katika mabwawa. Katika eneo la pwani, idadi kubwa ya samaki wanaoliwa kila siku ni samaki wa baharini kutoka Bahari Hindi, ingawa samaki wa mto Tana, mito mingine midogo midogo wapo na wengine huletwa kutoka Ziwa Victoria. Kuna aina nyingi za samaki kama vile mtonzi, changuchole, mkizi, pweza, kipunda kingombe papa mbuzi bahari na wengineo. Wavuvi huingia baharini katika eneo hili la pwani kwa majira tofauti kulingana na maeneo yanayoruhusiwa uvuvi. Kuna wavuvi wa tangu jadi katika eneo la Mwambao kuanzia Lamu hadi Shimoni ambao wamefunzwa fani hii na mababu zao. Kuna wavuvi kutoka Pemba ambao wamevamia maeneo haya ya pwani mwa Kenya kwa miaka mingi sasa ambao wana misimu yao maalum. Wavuvi hao wa kigeni ni wengi sana ikilinganishwa na wavuvi wa humu nchini na wamechangia pakubwa katika kutosheleza utashi mkubwa wa samaki ulioko humu nchini na hata wengine kusafirishwa hadi nchi za nje. Wa huku wa kidogo sana lakini wale wa Pemba wa ama kutoka Fiji huku ndio wanakuja huku kuvua samaki. Hawezi ukienda, unashikwa kule mm. Kuna sheria zile, za uwezi kwenda ukafanya biashara kama ya uvuvi mpaka upate kibali. Walipata vibali, wanakuja tu wanavua samaki huku biashara kubwa kwao. Hoteli eh, zote za kifahari hutegemea samaki kutoka kwao, mbali na masoko ya samaki ambayo ni mengi sana kote nchini. Wavuvi hawa wana boti za mwendo kasi na huvua samaki wengi sana kwa siku, katika maeneo ya Lamu, Malindi, Kilifi, Mombasa hadi Shimoni. Wale watu wa kutoka nje wa Kipemba wale, wale wanakuja wanambona wao wana, wana madao yale ya speed ten. Wale wao wanakuja tari na madau yao yale, sasa wao wanakuja kulingana na nje, kama, kama wale hawaji hivi hivi, lazima aombe ruhusa ya kuingia hapa waje wafanye ile kazi. Nao husema kama wewe mvuvi wa pweza tukutane Mwambani. Sasa, kamaka pale kufana pale, kuna hiyo bandari ya wale wa Pemba pale sasa, wa wanakuja pale saha wako pale ndaaendelea majisimona mandomando mengu pale, sasa uwa wanatoa pale pale, sasa wale naohuwa wanatoa ushuru okay. Yeah. Katika kile eneo wavuvi hao wa Pemba hupata faida ya takriban shilingi laki tano kwa siku, swali ni je? Kuna utaratibu wa vibali uliozingatiwa na serikali kuu na serikali za kaunti kuhusu shughuli zao au wameachiwa uhuru usiokuwa na kanuni? Jawabu la swali hilo limo vinywani mwa wavuvi wa humu nchini, ambao hawana vifaa kama walivyo navyo hao wageni. Na mbona hamna madao kwenda kule? Haa. Kwa sababu pale mwenye... wapi kwa... kuna na licha ya changamoto chungu nzima, zinazowakabili pato lao ni hafifu mno, ikilinganishwa na wanalopata wavuvi wa kigeni. Wewe sasa unaitwa nani jina lako? Mimi? Mimi naitwa Philip wacha mimi. Mimi naitwa Lolani Kalu. Kwa hivyo wewe nao ni mmejikenda ama? Eh. Sasa hizi shughuli za uvuvi ulizianza lini? Mimi. Ah, nilianza kitambo kwa sababu nilizaliwa huko mimi. Kama kitambo kama ali? Kama uh, 2010 ndo nilianza mimi. Ehe. Sasa wewe ulifundishwa na nani huko samaki? Mimi ile kuja na marafiki anakwambia shikilia hapa, anafanya hivi. Akifanya hivyo atuza, anapata pesa. Sasa yeah. Asaho yani paka ung'ang'ane sana, ngang'ana yeah. sana hivyo, ani ni hivyo weza toka na pesa, ama ukatoka bila, ukaenda ngali ya mbinu nyingine. Wewe kila siku unaingia baharini saa ngapi? Mimi kama inalengana na maji vyenye alivyo, kuna wakati mwingine ni saa 12, wakati mwingine saa 4, saa 6, hata saa 8 yeah. ndio kazi yako? Nalisha watoto, una familia? Ah, mimi sijaoa. Eh. Lakini mandugu wapo eh, ambao wanakutegemea. Sasa kama ukipata pweza unaweza kumuuza pesa ngapi? Pweza, pweza kama kilo moja ni kama mia tano eh, eh, mia tano Kwa hivyo kila siku unapata mia tano nalingana na kilo zilizopata, unapata kilo mbili tatu nne. unaoza wapi? Kuna sehemu nyingine hapo, kuna bucha nyingine ni kwa magonzi. Hata hapa hapa tayari kuna jamani anaitwa Kasim, huwa anakuja hapo, anakuja ananunua, na kina mama wa kuchuza samaki wale kina mama wa samaki, pia na wale huwa wanachukua kama samaki samaki kwa jamaa wakitoka ndani, ama wale wa Pemba wenye maboti kule, ndo huwa wanauza. Ehe, wa Pemba wenye maboti wana mapuano oh, ni wengi, ni wengi hao. Eh, na nyinyi bora hamna maboti? Sisi kwamba hatuna maboti. Unajua maboti ni uwezo eh ni Ah. Uh, asante, a mimi ni naitwa Flan Flan na unasikiza Coco FM. Ja, mimi naitwa Philip Uwanje na mnasikiza Coco FM. Na mimi ni Lolani Kalu. Coco FM. Lover ya pwani,